Mpenzi mtazamaji, hii ni Aletis, Dio Chris TV ikikuletea matangazo mbashara kutoka uwanja wa nyumba ya vijana Nkwenda, ambapo ni mwendelezo wa ligi ya Katunzi Nkwenda Cup, ligi inayokutanisha vijana kutoka vijiji vyote sita vya kijiji cha Nkwenda. Na leo hii ni mechi ya pili baada ya mechi ya jana kumalizika kwa kufungana kwa tatu moja, Nkwenda wakiibuka akidedea kwa mabao matatu, huku wapinzani wao Kaikoti wakimaliza na bao moja. Leo ni mechi nyingine, na hawa ni watani wa jadi, kila mmoja akitambiana na mwenzake kwamba yeye ni bora kuliko mwingine, na hii leo ni Nyarutuntu pamoja na Kakelele ni mkabara kabisa Nyarutuntu na Kakelele wanajuana sana, wanahistoria inayofanana na. Ngoja tusikilize kwa wasemaji wa timu zote mbili, nikianza na msemaji wa timu ya Nyarutuntu. Karibu sana hapa, ni Aletius Diocles TV. Karibu sana kiongozi, asante kwa majina. Naitwa Robius Mgishagwe, msemaji wa timu ya Nyarutuntu FC. ous Mgishagwe Msemaji wa Nyarutuntu Football Club. Karibu sana, una nini cha kuambia mashabiki na wapenzi wa Kabumbu hapa Tanzania na Nkwenda kwa ujumla? Ah, nilichonacho cha, cha kuambia na kuwashirikisha ni kwamba sisi tuna mtanange kati ya Kakere na Nyarutuntu, ila sisi wachezaji wetu, nimekuja tunajiamini kwamba tunaenda kufanya chochote uwanjani. Zaidi ya yote, sisi tumekuja kutafuta ushindi, wala ujaa kutafuta kushindwa Leo mmekuja kutafuta ushindi wala sio kushindwa. Nini mmejipangaje kuhakikisha kwamba taji la leo mnalichukua na inakuwa ni pointi tatu muhimu kuhakikisha kwamba mnakuwa na msimamo bora kwenye ligi hii? Kwanza nina mambo mawili ya kushirikisha na kukuelekeza. Mm. Sisi tumejikita kwenye mazoezi ya viungo na kila kitu chochote kile, wachezaji wetu tumeimarisha vizuri na tumeweka sawa. Kwa hiyo tumekuja, tunaamini kwamba sisi tunajiamini, tunaenda kucheza mchezo kwa ushindi na sisi wa Kakelele timu ya Kakelele, ni watani wetu wajadi. Kwao tunaamini kila tunapokutana tunapambana nao tunawashinda. Kwa hiyo naamini sasa hivi hata tunapoingia uwanjani, tunamaliza tunatoka na ushindi wetu. Kama nyota FC, anasema kwamba Kakelele watani wao wajadi, kuna vionjo vyake ambavyo anatamani kuviona. Mwalimu amejipangaje kuhakikisha kwamba anawatoa Kakelele na wao sio kinyonge, na mwalimu anajiamini kwa sababu sio mara yake ya kwanza kuchuana na Kakelele msimu mm, jana tuliwanyang'anya kombe na mm, tunaamini sasa hivi tunaenda kuchukua kombe hili Kakelele uweze wakatushinda, na tunaenda kupambana tukafika mpaka tunapopanga kufikia sisi. Uh, tukiachana na Kakelele mechi ya leo, ukikumbuka kwamba ligi hii ina Kakelele. Ndiyo. Ina Nyarutuntu ambayo ndo nyinyi, ina Nkwenda, ina Kaikoti, ina Muhuri na Runyinya. Ndiye. Na hizi ni timu bora kabisa kwenye kata ya Nkwenda ambazo wengi wanaziogopa. Umeitazama vizuri mechi ya jana kati ya Nkwenda na Kaikoti, unaona unaweza kuipita Nkwenda? Ah, Nkwenda na wenyewe ni kama watani wetu, sio mara yangu ya kwanza kukutana nao. Nkwenda ni mara nyingi tunakutana nao, tunachoana nao, tunawapiga na tunawashinda kama kawaida. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, tunaamini tuna timu yetu tutakayokutana. Kwa mfano sisi kundi letu tuko Nyarutuntu Kakerere na Muhurire. Kwa hiyo nikizungumzia kundi letu, wale watu wote ni watani wetu wa jadi, tunakutana nao, tunachuana nao, tunawashinda na kwa kishindo kikubwa, sio kawaida. Kwa hiyo tunamuomba Mungu tu atusaidie tuweze kufikia tamati ya ligi hii. Nini mtazamo wa benchi la ufundi ambapo mmejiandaa mmepiga mazoezi mengi, na nikikumbuka kwamba mlikuwa na mechi ya kirafiki ambayo mmekutana nyinyi na Kakelele na mliweza kushinda kwenye mechi hiyo ndiye tuishie na leo, mnakuja dimbani, hamuoni kwamba Kakelele wanahitaji kulipiza kisasi, kuhakikisha kwamba wanawafunga leo? Wamepania gemu, wamepania, lakini tulishawajua kwa sababu ni watani wetu wa jadi, tulishawazoea. Kila tunapokutana kwenye gemu yoyote wao wanajitamba kwamba tunachoona nao wanatushinda, lakini sisi tunabadilisha, tunawashinda vizuri sana. Asante. kwenye benchi lako na wachezaji wako, ni mchezaji yupi ambaye unaona anaweza kubadilisha matokeo na kuifanya Kakelele warudi nyumbani wanalia na we ukienda unashangilia? Aa, wapo wachezaji wawili ambao hata ukibadilisha ukawaingiza unajua wanakupa matokeo muda wote. Eh, wa kwanza yupo mdogo mmoja anaitwa Pius Buswita, yeye anasema ndo hilo wake. Pius Buswita tunamtazamia kwamba alete matokeo chanya, alete matokeo tundu hizi kwenye mechi hii ya kati ya Kakelele na Nyarutuntu. Na muda sio mrefu, mpenzi mtazamaji wa Aletius TV, ni kwamba mechi hii inaenda kuanza hapa kwenye uwanja wa mashindano kwenda nyumba ya vijana. Tayari vijana wamejipanga, naonekana kwenye sura zao kwamba kila mmoja anampania mwenzake, si Kakelele si Nyarutuntu. Lakini msemaji anasema yeye ana vijana wawili anawakubali, na anasema hawa mwalimu anapowatanguliza sasa, wanaenda kuleta matokeo mazuri na Kakelele wanalia. Mnaenda safari moja kutoka uwanja huu kwenda huko mnakoenda, mnapita zaidi ya kilomita tatu au nne mkiwa pamoja njiani. Unawahakishia kwamba wanakakelele wataondoka wanalia, wakati eh wao unacheka. Uhakika ninao kila na heli ni kutakie majukumu mema, nami nikuombee kwamba uweze kushinda sawasawa sawa, lakini ukiwa unakumbuka kwamba pia Kakelele na wao sio kinyonge. Karibu, asante sana. Aletius TV, usisahau kuambia wana nyarutuntu kusubscribe, kulike lakini pia kucomment kwenye page yetu kwenye ukurasa wa YouTube hii ni online media. Karibu asante sana mtazamaji, asante sana. Uh, wa Aletius TV leo hii ni na mgeni hapa ambaye nimekutana naye nifanyane naye mahojiano ma. Huyu ni goalkeeper wa zamani aliyekuwa anaivaa jezi namba moja ya Kakelele FC na leo ndio msemaji wa timu, kwa sababu anaweza kuielewa timu, anaijua timu, lakini anacho kipaji kikubwa ambacho timu yenyewe imemwamini na kumpa hiki kipawa cha kuisemea timu. Karibu Mheshimiwa Lauliani Changula. Mimi ni Eladius Mhoza. Twende pamoja kuelekeza ni nini umepania kukifanya na unawambia nini wanyarutuntu kuelekea mchezo huu wa kwanza kwenye hii ligi ya Katunzi Nkwenda Cup, una nini cha kuambia wananyarutuntu? Asante. Kwa majina naitwa Laurian Changura, ni msemaji wa Kakerere FC. Ah, nilichopania kuzungumza au kusema kwa upande wa ligi ya Katunzi Cup. Historia inajionyesha kwamba Nyartuntu hawana historia ya kutufunga Kakerere, tulishawahi kuwafunga mabao matano, walishawahi kushindwa kutokea uwanjani siku nyingine. Kwa hiyo tumejipanga tena kuendeleza historia ya kuwafunga, maana wale ni watani wetu, lakini pia ni majirani zetu, na wakati mwingine huwa wanatokea kutangulia na matokeo, lakini huwa tunamalizia kwa kuwafunga na wanabaki wakishangaa. Kwa hiyo tumejipanga vizuri. wewe licha ya kuwa msemaji leo ni, msema, ni goalkeeper wa zamani wa Kakelele FC Kakelele Football Club, ukifanya madumbu hizi kipindi kilo ukiwa na kina uh, Alex Tono ukiwa na kina Rugema beki mkoba, lakini ukiwa na washambuliaji mahili kama akina Christopher Maliko, nakumbuka hiyo timu yako ilikuwa nzuri sana na wakati huo ndo unausemea, Nyarutuntu walikuwa wanaweza kuwakimbia hata wasitokee uwanjani kwa kuogopa. Unaionaje Nyarutuntu ya sasa na Kakelele ya sasa? Uh, Nyarutuntu ya sasa sio timu kwamba inaweza ikatufunga sisi Kakelele, japo wanapambana ku, kuona wanaweza wakavunja ile rekodi, lakini uwezo wa kutufunga sisi kama Kakelele hawana Nyarutuntu unawakiga gani, hadi unasema uwezo wa kutufunga hawana Nyarutuntu? Umejiandaje? Ah, nikiangalia kikosi chetu cha Kakerere, kwanza kwaliti ya wachezaji moja moja inaamua. Kwa sababu ukiangalia pale tuna wachezaji kama goli kipa namba moja anaitwa Adolf wa Polinari, kijana wako kijana wangu yule <laughs> ni goli kipa ambaye amekuwa kipa bora kwenye kata ya Nkwenda mm, lakini pia tuna beki tano pale anaitwa Kaseke mm, yule ni mkoba wa kata ya Nkwenda mm. Kwa hiyo kwalita ya wachezaji wa Kakerere na Nyarutuntu kwalita mm, ya wachezaji wetu iko juu sana mm, na ukilinganisha pia uwezo wa benchi letu la ufundi na benchi la ufundi la Nyarutuntu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hicho kinanipa nguvu na uwezo kwamba tutawafunga tu Nyarutuntu. Umezungumzia mfumo wa uchezaji ukimtanguliza goalkeeper ambao mimi najua ni kijana wako, na mpira ni kipaji kinachozaliwa kwenye damu, anaweza akawa anarithi vyema viatu vyako. Kwa sana wewe uliwahi kutisha kwenye kata Nkwenda na kuwa golikipa bora, kama alivyo kijana wako, mtoto wako wa kumzaa leo. Uh, licha ya kuwa bora, unakuwa na wasaa wa kumshauri na kumwelekeza ni nini awe nacho na umakini anapokuwa rangoni? Ndio tunamshauri, tunamshauri golikipa wetu huyu, tunazungumza naye kuna baadhi ya mambo tunamwelekeza tutakapokuwa kwenye viwanja vya mazoezi na anavifanyia anafanyia kazi vizuri, na leo hii ndani ya Katunzi Cup nina imani kabisa tutakapokwenda kuchukua makipa bora kipa bora atatoka Kakelele. Nimewahi kuzitazama pia mechi kadhaa za Kakelele, hata kipindi kile wanapokutana na Nyarutuntu ambapo Nyarutuntu mechi ya mwisho ya kirafiki waliibuka kidedea leo unasema unawafunga na Nyarutu mtu hawana uwezo wa kufunga. Unalitazamaje line up yako ya mwisho, kwa maana ya walinzi? Una Kaseke ambao unamwita beki mkoba, lakini tumemuona Enoch Mhoza pale akiwa beki namba nne anapanda sana kucheza kama kiungo namba sita Je, unaona hili haliwezi kuwasababishia nyie muweze kushindwa kuattack pale mashambulizi yanapotokea? uwezo wa mchezaji mpira wa kisasa, wanaopandisha timu ni mawinga wa pembeni, beki mbili na beki tatu huwa ndio wanapandisha timu. Sasa uh, kijana wangu Enoch Mhoza ni beki nne, tumempanga vizuri kwa ajili ya kupeleka mashambulizi mbele kumsaidia namba saba, lakini pia anarudi kutokana na uwezo alionao pumzi na kwalite yake ilivyo, anarudi tena nyuma kuziba kuhakikisha kwamba timu inabaki kuwa salama na hatuna pengo lolote tunaloweza kulipata kutokana na kupanda kwake, kwa sababu ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa. Ndio maana tumemuingiza kwenye first eleven. Kwanza, umbile lake, mwili wake unamtosha sana kabisa ku, ku, kutusaidia nyuma kwa madefensi wa timu yetu ya Kakerere. Ninaona mashambulizi yenu, na tumejaribu kuziangalia na kuzipitia mechi zenu zopita kadhaa. Ni mfumo gani leo mwalimu unahisi anakuja nao kuhakikisha kwamba anazichukua pointi hizi tatu muhimu? Uh, mfumo ni Mm, ndio anaotumia kocha wetu na benchi letu la ufundi ambayo tumetengeneza vizuri. Tunatumia mfumo wa 442 ambao ni mfumo wa kisasa kabisa unaotumia washambuliaji wawili kabisa kule mbele na utatusaidia sana kupata matokeo chanya kwenye mechi ya leo. Mimi ni kushukuru sana mheshimiwa Lauliani Changula golikipa wa zamani na msemaji wa sasa wa Kakelele futibo klab hii. Ni Aletius sidio cres TV, ni midia ya online TV, inapatikana YouTube. Waambie wana Kakelele wasiache kushare kucomment, lakini pia kusubscribe, kwa maana tunategemea kufanya mengi zaidi katika soka la Nkwenda na kuviinua vipaji vyetu kwenda kwenye levo ya kitaifa na kimataifa. Na mimi pia kwenye kikosi chako kuna watu unawatazama kwamba endapo midia zitawaonyesha kwa timu kubwa, unaweza kuwa na mtu anaweza kucheza Simba au Yanga au koso au Mtibwa au Kagela Shuga pengine, au wewe una mtazamo gani juu ya michezo? Ni ajira kiukweli, vijana tunao wanaoweza kuusaidia kucheza kwenye timu kubwa baadaye, kama nilivyozungumza pale mwanzoni, tuna vijana kwa mfano Enoki Mooza na kijana kwa mfano Kaseke beki wetu tano, tuna golikipa na watoto wengine kabisa. Tunao vipaji vingi pale Kakerere ambavyo tunavizalisha, tuendelea kuvipa uwezo, tunavijengea experience kwa ajili ya kushiriki michuano mikubwa ya baadaye na hatimaye kujiunga katika timu kubwa, kwa mfano Simba na Yanga hapo baadaye. Mimi nikushukuru na niseme kila la heli kuelekea mtanange huu. Unawambia nini sasa nyarututu wao? Wow, waende na pressure kwanza kabla ya Nyarutuntu Kakelele, zawadi ya sikukuu ya Pasaka ni ushindi wa leo. Hiyo ndio zawadi ya Pasaka kesho. Lakini pia Nyarutuntu, ninachotaka kuambia kwamba watulie. Kipindi kile walitukimbia hawakurudi kipindi cha pili. Leo wakubaliana matokeo, warudi, hata kama tawafunga mabao mangapi wakubali, mziki wamalize mchezo wa leo. Laheli, asante. Nashukuru pia ni wa Aletius Diocres TV. Yalikuwa ni mahojiano kati ya wasemaji wawili wa timu ya Nyarutuntu FC, Nyarutuntu Football Club, na Kakelele FC. Hawa ni mafundi kweli kweli, wanaweza kulitazama jukwaa <laughs>. Na wanatambiana, wa Nyarutuntu anasema lazima Kakelele wapite njiani wanalia, lakini pia wa Kakelele anasema Zawadi ya sikukuu kwa wana Kakelele ni kuhakikisha kwamba mechi ya leo oh, wanashinda. Nini kinatokea? Dakika tisini zitaamua nani achakuwa bora kuliko mwenzake. Ni kupeleke uwanjani sasa kutazama mtanange hadi dakika tisini, tutakuja na majibu. Asante sana, usisahau kushare kucomment bila kusubscribe. Alikuwa akikuletea maojana haya, si mwingine bali ni Eladi Usimuhoza, kijana wa nyumbani, niko Nkwenda. Tukutane tena wakati mwingine. TV, tumekutana na kiongozi mmojawapo kati ya viongozi bora kabisa wanaoweka hamasa kwenye kijiji cha Kakelele, na leo tuko kwenye uwanda wa michezo, nakutana na mchungaji Oscar, uh, uh, So, sika konja gile, huyu ni classmate wangu shalab sana mwanangu, uko vizuri zaidi. Umekuwa mmojawapo wa hamasa na kuhakikisha kwamba maendeleo ya Kakelele yanasonga mbele ukikiongoza kitongoji chako cha Bigenyibi, na leo inawaona vijana wa Bigenyibi na Kakelele kwa ujumla wako uwanjani. Nini mtazamo wako juu ya mechi hii kati ya Nyarutuntu na Kakelele? Asante sana ndugu mtangazaji, kwanza ni kushukuru kwa kuniona na kuniuliza swali hili tuko hapa kwa ajili ya mechi ya ligi ya ya diwani kwa ajili ya kakena ya mtuntu. Tunachokitazamia sasa hivi tumeingia half time, tumekuja tumejipanga kushinda. Wakati tunao vijana wetu wamejipanga, tutashinda tu. Ni kukumbusha kitu kimoja, hamasa yako ni nini ya mchezo huu kuelekea kesho? Ni sikukuu ya Pasaka. Je, unapofungwa unaweza kwenda vizuri kwenye jukwaa la kutoa mahubiri, ukikumbuka kwamba wewe ni mwenyekiti mwenye na ni mchungaji? Ninachokiamini ni, ni kwamba mwanadamu siku zote anahitaji kuvumilia Hmm. Na inapotokea changamoto yoyote kinakuwa ni chanzo au ni jia ya kujifunza. Kwa hiyo, hmm, kufungwa mechi kwa leo hakuwezi kutuzuia kesho kwenda kumuomba Mungu na kumshukuru Mungu. Lakini imani niliyo nayo mm. Mungu si kiziwi, sikii, na kumuomba Mungu na kumshukuru Mungu. Lakini imani niliyo nayo Mungu wetu si kiziwi kwamba kwamba sikii na na si kirema kwamba agusi. Naamini ushindi utakuwa ni kwetu na kile tunashinda. Nini unawambia wana kakelele kama mwana hamasa wa maendeleo ya kakelele na michezo ni ajira kwa vijana wako? Unawambia nini wana kakelele ili waweze kwa masika kuifurahia michezo na kuitanguliza kama ajira? Ninachowaambia wana kakelele ni kwamba kwamba leo tuko uwanjani, lakini kumbuka kwamba hii mechi mechi ya ya kwanza, tutakuwa na mechi dhidi ya Muulire. Wajitokeze kwa wingi kuishangilia timu yao, lakini kikubwa watangulie kuiombea timu yao, tutashinda. Michezo ni ajira anachokisema mheshimiwa mwenyekiti wa kitongoji cha bb na mchungaji wa Baptisti, mchungaji Oscar Sostenes Kakonjegile, anasema tumtangulize Mungu, tumuombe Mungu, atatusaidia na ushindi uko mikononi mwa wanakakelele. Kuelekea siku ya Pasaka, anaamini kicheko, ndelemo na vifijo utakuwa ni ushindi wa mchezo wa leo. Kila la heli, kutana na Aletius Dio Christ TV. Mimi ni Eladio Simhoza, nikikuletea matangazo haya mbashara, kutoka uwanja wa Nkwenda nyumba ya vijana, na hii ni Katunzi Nkwenda Cup. Wakati mwingine, asante sana. Muhuri wa muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Hawa ni wana Kakelele, wanasema kazi inaendelea, na tayari mtanange umeanza moja kwa moja, nikikuletea matangazo haya mubashara kabisa, si mwingine bali ni Eladi Simhoza, niko ndani ya uwanja wa Nkwenda vijana stadium kuletea matangazo yanayoendelea katika regi ya Katunzi Nkwenda Cup, na hii hapa ni kati ya Kakelele na Nyarutuntu. Mpaka sasa hivi mpira ni dakika ya kwanza, na tayari madhambi amefanyika hapo, anasogea pale mbele katikati kufiga faulu, ile si mwingine bali ni Enoki Mhoza nyuma ya mpira kwa lefari anazihesabu basi pale hatua ili aweze kuangalia nini kinaendelea, anazihesabia. Tayari tayari anaweka ukuta pale, naona anajipanga goli kipa, akiendelea kutoa maelekezo nini kifanyike kwa wachezaji wake ili kuweza kulinda hii faulu isikuwe na moja kwa moja, nikimhoza directi. Ah, ni goli kiki. Wanarudi nyuma kwa kasi vijana hawa wakakelele ana tayari goalkeeper anautenga mpira huyo, anaanza karibu, anaenda kupiga. Nani huyo? Jezi namba 5 mgongoni, si mwingine Bale, ni ana cross pass nyuma ya mstari huo, nyuma ya mstari, nyuma ya huo mstari. Anaendelea kupokea maelekezo sasa. Nini kitafanyika hapo? Bado tunasubiri kutasama huku, kila kijana amejishika nyonga kuonekana kwamba mtanange ni mkali na utaweza kutoa matokeo nani anakuwa bingwa. Hebu tusubirie dakika tisini zitatuelekeza nani anazikuwa pointi tatu muhimu kuelekea Katunzi Nkwenda Cup, ukiwa ni mchezo wa pili baada ya jana um, kwenda na Kaikoti kutongana kwa tatu moja kwenda kiongoza kwa mabao matatu. Anaenda kupiga chuchu, kule kabisa, pigwa direct kule kumtafuta Sorione. Anakimbilia pale katikati kaseke katika, anaingia ufunguni vizuri kabisa. Bonge la atali kwenye lango la Kakelele atali bado. Wanachukua pale nani Christopher Ba Nyangiriki huyu kijana mdogo mwenye viatu vyake anapiga chenga anaitanguliza mbele. E, inakuja pembeni mwa uwanja anaweka cross. Aha, inaenda juu nani Korkiki.